itaji yanatokea jambo la kwanza. Leo ni mara yangu ya kwanza kufika katika soko hili la machinjioni, na nimefurahi kwamba mnafanya biashara vizuri kwa amani, lakini zipo changamoto. Nimeona zipo kwenye hili soko, naona kuna changamoto, bei ya kwenda chooni ni kubwa sana. Zane. Najua hapa ninatambua hapa walio wengi mama zangu, mimi nawaonea huruma, lakini na vijana wenzangu sisi huku Wahaya tukila ndizi tunatamani sana kwenda haja. Kwa hiyo ni lazima bei tuishushe, ili tupate fursa ya kwenda haja, lakini bei inavyozidi kuwa kubwa, tunapata chabu ya kuchafua mazingira hili inaweza kutuletea magonjwa makubwa sana. Sasa kwa kuwa mimi ni mstahiki meya wa manispaa ya Bukoba na ni mpya no, ninakwenda kukaa pamoja na wenzangu, na ninawahakikishia tunaye mbunge msikivu, tunakwenda kushirikiana pamoja na mkurugenzi na madiwani wote, na mimi ninao wivu mkubwa. Nitahakikisha hili ninalolisema linakwenda kutokea, kwa sababu nimegundua pale chooni wanaokwenda ni watu mia, hili soko linakaribia watu mia tano. Ukiwauliza ninyi wengine mnakwenda wapi? Kwa hiyo jambo la kwanza, jambo ninalolitaka, jambo ninalowaomba wanasoko wote, mimi ninakwenda kushirikiana na madiwani wenzangu pamoja na viongozi kule na mheshimiwa mbunge, tunakwenda kushusha bei, lakini mnihakikishie kwamba tutalindana, watu hawatachafua mazingira. Kukishusha bei, atakayechafua mazingira tutamshughulikia kisawasawa. Rukoba oye! Mheshimiwa mbunge, wana soko hawa wanatuamini, na mimi ninakusikiliza, unayo nia njema kwa ajili ya maslahi ya wananchi wa manispaa ya Rukoba. Ninaamini hili, kwa kushirikiana na wewe tunakwenda kulifanyia kazi na kuhakikisha linatokea ninaloweza kulisoma kwenu. Wananchi mlioko hapa, mtuamini, mtupe miezi mitatu ya mwanzo, tutaleta majibu ya hiki tunachokisema. Injinia Mutasingwa oye! Yeah, yeah, yeah. Jambo la pili Injinia, napenda nikushukuru sana, wewe ni mbunge wa viwango kwa sababu unaahidi na kutekeleza kwa haraka ndio. Wananchi hao uliwaahidi simenti pamoja na mabati ndio. Na muda mfupi tu baada ya kuapishwa kwako umetekeleza. Ninaomba wewe tuliopo hapa muntere ya Kaganja Injinia Mutasingwa ukoa <inaudible> tukoma tuwaberwa na tunaamini kwa spidi hii tunakwenda kufanya vizuri, na wananchi mnakwenda kujivunia kuwa na mbunge wa namna hii. Jambo la tatu, ndugu wa wananchi mlioko hapa, mimi napenda mwendelee kutuamini na mwamini kwamba tunakwenda kuchapa kazi. Zipo changamoto nyingi za ushuru, naomba sikilizane, zipo changamoto nyingi za ushuru. Mimi nachoweza kusema mimi ndiye mwenyekiti wa baraza la madiwani wa manispaa ya Bukoba. Jambo la kwanza, ni lazima wananchi tuchangie ushuru kwa serikali, lakini ushuru huo unatakiwa uwe uwe rafiki uwe rafiki kwa wafanyabiashara. Sasa tunakwenda kukaa na wataalamu kuhakikisha ushuru huu tutakao upanga unakuwa rafiki, serikali inapata kodi lakini na sisi tunapata unafuu katika biashara yetu. Mimi, yeah! Ninachowaahidi ndani ya kipindi hichi tunachoshirikiana na Injinia Johnston Mutasingwa, tunakwenda kuhakikisha ushuru na kuwa rafiki kwetu sote. Tunaomba mtuamini na mtupe fursa ya kwenda kuchapa kazi. Tunachowaahidi cha msingi, tuko pamoja na ninyi, tukiona serikali serikali ya Chama cha Mapinduzi imedhamiria kuhakikisha wananchi wote tunakuwa na amani ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika hotuba yake alisema kwamba tufanye mambo yote maendeleo, tujenge mashule, tujenge zahanati, lakini tuhakikishe wananchi wetu wanayo raha ndani ya nini, ndani ya mioyo yao. Sasa nilichokigundua kwenye soko letu, ili mpate raha kwenye mioyo yenu, moja, tunakwenda kupambana kuhakikisha ushuru unakuwa rafiki kwenu. Mwenyezi Mungu awabariki. Anitumie fursa hii kukukaribisha Injinia Johnston Mutasingwa, ili uzungumze na wananchi hao waliofika kukusikiliza. Naomba tumpigie makofi mengi injinia wetu.